Serikali ya Marekani kupitia shirika lake la misaada ya maendeleo USAID imeipatia Tanzania msaada wa dola milioni mia nne na saba sawa na shilingi bilioni mia nane tisini na tano kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo taarifa iliyotolewa na wizara ya fedha na mipango imesema fedha hizo zitasaidia kuendeleza sekta za kilimo afya, nishati ya umeme, elimu na utawala bora katika kipindi cha miaka mitano ijayo, kuanzia mwaka elfu mbili kumi na sita elfu mbili na ishirini. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Dar es Salaam kati ya mkurugenzi wa shirika la USAID Sharon Crome na katibu mkuu wa wizara ya fedha na mipango Dr Servasius Likwelile. Msaada huo ni sehemu ya dola milioni mia nane sawa na zaidi ya shilingi trilioni moja nukta saba sita, ambazo serikali ya Marekani imepanga kuipatia Tanzania ili kufanikisha mpango wa pili wa maendeleo wa taifa katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kiasi hicho cha fedha kitatumika na serikali ya Tanzania kupitia mfumo mkuu moja kwa moja, wakati kiasi kingine kinategemewa kutumiwa na taasisi zisizokuwa za serikali zinazofanya shughuli zake hapa nchini kwa kufanikisha malengo ya msaada huo. Miradi iliyopewa kipaumbele ni mradi wa kupambana na ukimwi na kifua kikuu, uzazi wa mpango, kupunguza vifo vya mama na mtoto, kukuza utawala wa kidemokrasia, usimamizi wa rasilimali za taifa na kuwekeza kwenye sekta ya umeme ili kuimarisha sekta ya viwanda na uzalishaji mali.